Moja majukumu na madhumuni ya kuonesha jumuiya hii ilikuwa ni kusimamia na kutetea maslahi ya vijana katika nchi hii. Lakini vile vile ningependa kurejea kauli ambayo alizungumza hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, hatuwezi kutatua matatizo yetu au changamoto zetu kwa kuyafumbia macho tukiamini kwamba hayapo. Sasa kuna mambo yametokea katika nchi yetu na vijana wenzetu wamekuwa wakitoka hivi siku za karibuni wakipaza sauti na vijana wengine wa mkoa wa Mwanza kama ambavyo mnafahamu, serikali itangaza ajira za walimu hivi karibuni na watu wali apply waliweza kuomba hizo kazi vijana, na wakaenda kwenye usahili na mchakato bado unaendelea. Sisi kama umoja vijana Chama Cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza tumewasikia vijana wenzetu juzi, nafikiri mwezi huu kama sio mwezi uliopita, kuna kundi la vijana wanajiita neto kile chake, wanajiita kwamba non-employed uh, teachers organization waliweza kufanya mkutano na waandishi wa habari pale Dar es Salaam. Sasa sisi kama umoja wa vijana tuliwasikiliza vizuri mkoa wa Mwanza, tunawaunga mkono, tunawaunga mkono harakati zao, tunaunga mkono mkono mawazo yao, kwani kama vijana wana haki ya kupigania maslahi maslahi yao katika, katika nchi yao. Lakini sio hao peke yake, maana wale walikuwa ni kada ya walimu, lakini unapozungumza changamoto ya swala la ajira sio walimu peke yake, wahandisi madaktari na fani mbalimbali nyingine, hiyo changamoto imekuwa imekuwa ipo. Kwa hiyo jukumu letu sisi, kwa sababu vijana wenzetu wa mkoa wa Mwanza wamekuwa miongoni mwa wahanga ili, wa jambo kama hili, basi tuna wajibu wa kuwasemea na kutetea na kupigania maslahi yao. Sasa hii changamoto tumesema tuizungumzie, tuwaunge mkono vijana hawa, tuwasaidie, na tunatamani tuone serikali ikiweza kufanya nini kulifanyia kazi lakini jambo la pili la msingi ninalo ombi kwa serikali lakini vile vile naomba niwashauri nishauri serikali moja. Nimesikia hivi karibuni alizungumza waziri wa utumishi na menejimenti ya utumishi wa umma Mheshimiwa Simbachawene alizungumza kwamba wale vijana wamepanga kukutana nao hivi karibuni Dodoma na waziri husika waziri husika. Sasa tunatamani kuona kikao hicho kitakuwa kiwe productive ili vijana wao wakitoka hapo uwezi kupata suluhisho ya changamoto zao. Lakini pia nyuma nishakusikia vile vile naibu waziri, nafikiri atamesema, alikuwa anazungumza bungeni wakati anajibu swali kuhusu uhaba wa watumishi katika nchi yetu, alitoa pendekezo kwamba watatoa room kwa wakurugenzi wa halmashauri, ikiwezekana waweze kuajiri ajira za nini za mikataba. Ninawiwa kusema ya kwamba ninatamani kuona mawazo hayo moja na ndugu yetu ya naibu waziri, mheshimiwa naibu waziri dada yetu Zainab Katimba, natamani kuona ya kwamba hayo yawe maelekezo ili kuweza kupambana na changamoto hii yawe maelekezo na sio tu wakurugenzi wa halmashauri wafanye kwa kwa matakwa yao, bali serikali ielekeze kama halmashauri zote nchi 195 pale ambapo wanahisi makusanyo yao ni mazuri, basi waweke malengo ya kuweza kuajili vijana ili waweze kuwasaidia kazi ili kuipunguza changamoto hii. Lakini mbili, juzi pia mheshimiwa Simba Chaweni alikuwa anaongea na wakurugenzi wa, wa, wa, wa, wa, wa taasisi za umma. Aliwashauri kwamba katika taasisi ambazo zina, zina, zinaonekana kwamba uh, wanahitaji workforce basi wenyewe waweze kuajili vijana vile vile basi tupende kuomba serikali iweze kufanya tathmini katika mashirika haya ya umma na yale mashirika ambayo yanaonekana labda yanalega lega kwa sababu ya kuwa na lack of manpower ambayo inatosha, basi itoe maelekezo ili vijana wachukuliwe atakuwa nini za mikataba ili tuweze kupunguza changamoto hii kwa kiasi kiasi fulani. Najua msemaji mkuu wa serikali mlimsikia, ndugu Gerson Msigwa alisema kwamba serikali haiwezi kuajiri walimu wote kama ambavyo haiwezi kuajiri waandishi wa habari wote kama ambavyo haiwezi kuajiri wataalamu wa afya wote, ni kweli lakini na imani kuna measures ambazo zikichukuliwa zinaweza zikaenda zikapunguza changamoto hii kwa kiasi, kiasi fulani. Sasa nini tahadhari? Nini changamoto ya kuona vijana wengi wasiokuwa na ajira katika nchi? Sababu inawezekana tunakaa tu kila siku tunaona vijana wanakwenda vyuoni wanasoma, wanamaliza. Ukifuatilia rekodi za TCU Tanzania hii kwa mwaka, zaidi ya vijana 1050 wanahitimu chuo kikuu. Sasa fikiria, kwa mwaka vijana 1050 wanatoka chuo, zaidi ya 1050 wanahitimu vyuo vikuu. Na miaka inakwenda na kuna vijana wengi ambao wako mtaani ambao wapo tu. Sasa nini madhara yake? Moja, kuna uwezekano mkubwa serikali ikapata financial loss. Hapa namaanisha nini? Ukifuatilia historia ya kuanzishwa kwa bodi ya mikopo elimu elimu ya juu, bodi ya mikopo elimu ya juu imeanza mwaka 2005. Wakati inaanza mwaka 2005, kipindi hicho walikuwa na wanahudumia wana, wana wanafunzi 20,000 pekee yake. Lakini as we speak as of now, wanahudumia karibu wanafunzi 70,000. Kwa kila mwaka wa masomo wanafunzi wanaojiunga, jiunga vyuo vikuu. Sasa fikiria, wameanza mwaka 2005. Mwaka 2005 bodi ya mikopo walitenga mpaka sasa wameshatoa karibu takriban trilioni 5.6, lakini fedha pekee ambayo imeweza kuwa recovered ambayo serikali imeweza ku recover ni trilioni 1.5. Sasa pige hesabu, ni, ni vijana wangapi ambao wametoka vioni wako mtaani hawana ajira, walisomeshwa hawajarudisha hiyo fedha? Maana yake serikali ipo katika hatari ya kupata financial nini, financial loss. Kwa hiyo kuwatafutia vijana hawa shughuli za kiuchumi ambazo zitawaingizia kipato, maana tunakwenda ku rescue situation, lakini vile vile tunayo mategemeo tumeona jitihada za Mheshimiwa Rais. Kila mwaka serikali inatoa fedha nyingi kwa ajili ya wanafunzi kuweza kusoma. Kwa hiyo tuna imani vijana ambao tayari wameshahitimu chuo wakipata shughuli za, za kufanya za kiuchumi, wanaweza kulipa hizo fedha bodi ya mikopo, na vizazi vijacho vile vile vikaanza kunufaika na fedha hizo, kama ambavyo hivi sasa sisi tumeshafanya nini? Tumeshanufaika nazo. Lakini tahadhari ya pili ni nini? Tahadhari ya pili, tunapokuwa na vijana wengi ambao wana shughuli rasmi ya kuingiza kipato katika maisha yao, tunaweza kuwa na shughuli na issue inaitwa uhalifu. Tutaongeza uhalifu mtaani kwetu mshangaa wizi umeongezeka, vibaka wameongezeka, kwa sababu tuna vijana ambao hawana shughuli rasmi ya kuingiza nini, ya kuingiza kipato. Inawezekana tukaenda kwenye hatari kubwa. Lakini vile vile jambo la tatu, ndugu zangu, nafikiri mnafahamu kutoka ripoti ya, ya World Bank imezungumza wazi, miongoni mwa nchi ambazo uchumi wake unakuwa kwa kasi Tanzania ipo. Uchumi wetu unakuwa kwa asilimia sita mpaka saba Sasa vijana, unapokuwa na vijana wengi ambao ni skilled na maarifa, lakini hawafanyi shughuli za uzalishaji maana yake wanakwenda kuwa tegemezi katika nini katika serikali. Tunaamini serikali ikitoka ikaje na, na majibu ya haraka namna ya rescue situation na kuwasaidia vijana, basi tutakuwa tumeisaidia taifa letu na na tutakuwa tumeisaidia nchi yetu, tumeisaidia vijana wao kama wenyewe. Lakini jambo la mwisho, tadhari ya mwisho ni nini? Sisi ni Chama Cha Mapinduzi, huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi. Hawa vijana ni voters, tutategemea waje, watupigie kura, watuchague wamchague mgombea wetu wachague wabunge wachague madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Kuna haja ya haraka serikali kuweza kuifanyia swala hili kazi, ili kuendelea kurudisha imani kwa vijana, kwa, kwa Chama cha Mapinduzi. Na ndio maana leo nimesema kama mwenyekiti mmoja wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza kuna kwa sababu vijana wenzangu wa Mwanza walikuwa wamekinitafuta tangu mchakato huu wa ajira za walimu umeanza. Nimesema nitatoka nitalizungumza, ili tuweze kupata nini? Kupata suluhisho.